Adam alaihi salam aliumbwa, roho iliwekwa ndani, sijda ya malaika ilifanywa na Sheitani alifukuzwa. Baada ya hapo, Adam alaihi salam aliachwa peponi. Wakati wa kuumbwa kwa Hazrat Hawwa alaihi salam ulipofika, siku moja Allah taala alimlaza Adam alaihi salam usingizi mzito katika Qur'ani Sharif, Suratul Araf imesemwa, yeye ndiye aliyewaumba kutokana na nafsi moja na akafanya kutoka kwayo mwenza wake ili apate utulivu kwake. Allah taala alimuumba Hawwa alayha salam kutoka kwenye ubavu wa Adamu alayhi salam, na Allah taala aliendesha nikaha yao kwa ushuhuda wa malaika. kuhusu hak mahar inapatikana katika baadhi ya mufasirin na baadhi ya hadithi kwamba Adamu alayhi ssalam alilipa mahari kwa kusoma durud sharif mara kumi. Allah taala alisema Suratul Bakara aya ya 35: ewe Adam, wewe na mke wako kaeni peponi na mle kutoka humo popote mpendapo, lakini msiukaribie mti huu, au mtakuwa miongoni mwa wakosaji na katika Suratu Taha aya namba 117, alisema: kisha tukasema ewe Adam, huyu shaitoni ni adui kwako na kwa mke wako, asije akawatoa nyinyi wawili peponi na mkaingia katika shida. Allah taala alikuwa amekwisha wajuulisha Adam alaihi ssalam na Hawa alaiha ssalam kuhusu mti huo na kuhusu uadui wa sheitani. Baadhi ya mufasirini wanasema mti huu ulikuwa wa tufaha, wengine wanasema wa zabibu na wengine wanasema wa ngano. Lakini chochote kile ulikuwa ni mti uliopandwa maalum peponi. Kula kutoka kwenye mti huu kulisababisha mtu kuhitaji kujisaidia na hakukuwa na mfumo kama huo peponi.